Tazamaji, leo ni siku na wakati mwingine tukiwa na afya tele, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Basi na shaka nawe pia afya yako iko vizuri, na kama kidogo imeyumba, basi nikupe pole na nikuombea kwa Mwenyezi Mungu, panapo majaliwa na wewe utakuwa safi, maisha yataendelea. Cha msingi kuendelea kumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa sababu atupasa kushukuru kwa kila jambo, na kuugua pia ni ibada. Mimi naitwa Eva Antone Kazimoto, naitwa Woman of Grace, niko hapa kuhakikisha kwamba wewe unapata kile ambacho unastahili kukipata. Hii ni nyota ya mwanamke leo hii, imekutana na akina mama kama ilivyo kwa kawaida yetu. Tunakutana na akina mama na tunajadili yale ambayo yanauka kasi kwenye jamii yetu, kuweza tuweke sawa ama tuboreshe. Leo tuko na mada ambayo inasema uh, <laughs> kitchen party. Wale wenzangu ambao tunapenda kushereheka shereheka, leo tunazungumza kuhusiana na maswala mazima ya kitchen party Je, yeah, kitchen party za siku hizi zinasaidia wanandoa? Leo swali ni kitchen party za siku hizi, je, zinasaidia wanandoa? Wengi tunakwenda katika shughuli mbalimbali za kuelekea kwenye ndoa, lakini tunakuwa na shughuli ya kitchen party ambayo tunapenda kuwafanyia mabinti zetu ama tunafanyiwa sisi. Je, yeah, zinatusaidia vipi au zinasaidiaje wanandoa? Ili kuweza kujua haya na mengine mengi, baki hapo ulipo. Habari za leo. Wakina mama salama kabisa, mwajiona jina hali ni safi. mm -hmm. Kabisa, mpo <laughs> vizuri <bizuri. laughs> eh, kabisa. Mimi nashukuru kama tuko vizuri, tukataka kujadili haya. M mm, wengi tunahudhuria kitchen party. Ndiyo yeah. na baadhi yetu huenda tumefanyiwa kitchen party. Ndiyo yeah. wangu kweli kweli, hebu <laughs> tu experience na nianza na kwako wewe. Kitchen party imefanyiwa au wewe kidogo leo na mimi nje ilifanya ukuna nimepata. Yes. Nilipata. Tukumbushe ilikuwaje kwa ufupi sana. Kitchen party yangu ilikuwa ni njema, kwa sababu zaidi ililenga swala la Mungu zaidi. mm. okay. E, nilifundishwa namna ya kuulea watoto mm -hmm. nitakapopata watoto, namna ya kuwalea kimaadili mm -hmm. na pia mimi mwenyewe natakiwa kuwa kioo ndani ya familia Hmm. Katika malezi kwanzia baba mpaka watoto. Na ilikusaidia na bado inakusaidia, inanisaidia sana, kwa hiyo tungekosa hilo somo kidogo ereka ceeka karibunalipata kitchen party sijapata, isipokuwa malezi ya wazazi ndio hivyo hivyo li yaani mimi kwa kweli malezi ya wazazi walivyonifundisha hmm. Nilivyokuwa chumbani kwa baba hakuna kuingia hmm kitu anachovalia baba hamna kuingia. Pili, malezi kwa watoto kiolewa, angalia vizuri watoto, akienda shule mpekue, akirudi nyumbani mwangalie, kama anakuja nyumbani, yuko shuleni, angalia ameandika hajaandika, kaudi saa ngapi. Malezi mtoto namfuatilia na wazazi, lakini watoto wa sasa hivi anaolewa ajui kupika, ana msichana wa kazi, kila kitu anafanya nani? Msichana wa kazi Haya, ukisha kuwa na nani mama huko nyumbani uko na baba, nani msichana wa kazi yuko wewe, umekaa umeenjoy tu hapa. Mzee anataka kuoga, anapeleka msichana wa kazi chumbani, anataandika tena msichana wa kazi. Kwa hiyo hiyo inakuwa sio nzuri, ndio maana utakuta msichana wa kazi amekunyang'anya unyumba. Unaona, jimbo <coughs> limechukuliwa kabisa kabisa. Mba, hiyo. <coughs> na watoto wanakuwa wanapata ile maadili ya ile msichana wa kazi. Mbona mama alikuwa amekaa ametulia? mimi sikii

kwa hiyo yale mafunzo mafunzo sasa ni mafunzo tumefundwa ya, yale ambayo tunayahudhuria kule, ambayo tuna edha mabinti zetu wanafundishwa, ndugu zetu jamaa na marafiki tunahudhuria, tunaona vile kitchen party, je, vina msaada wowote katika ndoa ambazo tunakwenda kuziishi? Karibu. Asante mtangazaji hmm. Ah, kwa harakaharaka hatufanyi hmm. hmm. Hatu lile lengo la kitchen party, zamani tulikuwa tunaona kitchen party walikuwa wanaenda tu wanawake kwa ajili ya kufundisha binti jinsi ya kuishi maisha mapya yanayoenda kuyaanza. hmm. Unaweza ukawa umelelewa nyumbani kwenu vizuri, lakini ulikuwa huishi chini ya kule kwenye kitchen party, ulikuwa unaenda kufundishwa jinsi ya kuishi kwa kutawaliwa kwa sababu unapokubali kuolewa ni ukubali kuwa chini ya mamlaka fulani, hmm. utawaliwa uta, yani yes, utawali, chini ya utawala, chini ya utawala. <laughs> Sasa siku hizi tunaenda tu kwa sababu tayari tuna uwezo wa kufanya kitchen party hmm. anaenda baba baba, haendi peke yake, atasindikizwa na marafiki zake kadhaa hmm. tayari ule uwepo wa kitchen party haupo tunaenda tunaonyeshana pale kwa vyombo wanavyoleta, sasa hivi ni makabati, ni majiko ya namna gani, ni nini, ndio tunavileta pale. Ile wanaita kapu la mama, kwenye send skuizi alipo limewekwa kwenye kitchen party, na pia kwenye kitchen party tunaona tuseme, hizi wanaita tuseme za uswahilini, sijui niseme, mtu anaenda kwenye kitchen party anafundishwa kwamba figa moja halibandiki sufuria, umeelewa yeah, yeah. Eh? Mm. Yaani anafika pale, unaanza kumfunda binti yako kwamba figa moja halibandiki sufuria, mafiga yanatakiwa kuwa matatu ili sufuria ikae. Sasa tunapotosha kumfundi kwenda jinsi ya kuishi, unampa tena na mbinu nyingine ambazo tayari sio, unamweka kwenye ndoa ni tayari unamuweka tena kwenye uwepo fulani, ambao hata kama kuwa na malengo lakini akienda akikosea kitu, akirekebishwa, anasema ndio maana, kumbe niliambiwa piga moja halifanyi nini, injiki chungu. Yes, kwa hiyo asilimia kubwa ya malezi tunayoyaishi na vitu tunavyoenda kuvifanya kwenye kitchen party havikidhi maisha tunayoenda kuishi kwenye ndoa zetu. Okay, sawa. Rose Geraldine, karibu. Asante. Mm -hmm. Kitchen party za sasa hivi kwa kiwango kikubwa sana hazimsaidii binti kuendeleza familia. Mm -hmm. Kwanza. Mm -hmm. Muda wa kufundisha kitchen party pale ukumbini ni mdogo sana. Mm -hmm. Wazazi tumejikita katika kutafuta michango, kutafuta vyombo, kutafuta kapu, kutafuta sanduku la binti, Mm -hmm. Kwenda kumtunza ukumbini lakini hatujaangalia kiene cha kile kitchen, kile kile kikile kitchen party ni nini? Lengo na makusudi, maudhui makubwa ya nini? Si vyombo, mm -hmm. ni namna ya kumfundisha binti jinsi ya kwenda kuishi na familia, zaidi kumtunza mume, mume mm -hmm. anatakiwa atunzwe kama unavyotunza watoto wako. mm -hmm. Sasa ule muda mfupi wa masaa mawili matatu hayamtoshi kabisa binti kuendeleza familia. mm -hmm. Kitu cha kwanza Wamama wa siku hizi wanaangalia nani nani, nimtafute nani aje ashereheshe shughuli ya mwanangu au ya ndugu yangu. Wanaenda wanatafuta mama, hata kama wanatafuta mama wa kanisani, basi kwa kuficha ficha maneno, ile badala mwenzangu walivyosema hapa mafiga matatu. hmm. Wengine kwa, kwa vile ya kwangu naifanya kikanisa hmm. nitakwenda kuifanya kidini zaidi, lakini lazima nichomeke yale mafiga. Nitayachomeka kwa namna gani? nikiwa kama mama ambayo nataka binti yangu naye awe na yao mafiga. Utamwambia kanisani <laughs> eh, lazima kila kanisa tunaita parokia na parokia lazima iwe na vigango. Kwa hiyo mwanangu huwe na vigango, uwe naenda na vigangone <laughs> kwa hiyo parokia ni mume, parokia ni mume, vigango ni njia panda, ni njia panda, michepuko, sio njia kuu. Eh, michepuko. Sili mradi nimeleta kidini kidini, dini zaidi, ah. Okay. Kwa hiyo namwambia binti yangu lazima unapokwenda parokia, hakikisha na vigangoni usiache kwenda. Okay. Hiyo ni mbaya zaidi. Hata kama tunaifanya kimaadili, basi tuhakikishe ni kina nani tunaenda kuwaita watufundishie watoto wetu. Kitu kingine, misemo mis... <laughs> <laughs> yeah, mipya, hiyo misemo mipya, maparokia na vigango. hmm. yeah. hmm. Ili mradi tu tusionekane tumeifanya Ki, kiduniani ki sana. Dunia, dunia, dunia dunia, hapana. Yani kwangu ki, ki mi kwangu naileta kikanisa. Mi si mama wa kanisa, najulikana vipi? Nitajenga heshima yangu wakati lazima nimeishi ni mimi maisha ya kuwa na vigango. Kwa hiyo lazima na mwanangu, kigango mi fulani kilinisaidia na mwanangu lazima apate msaada kupitia ile. Sasa mimi kama mama natakiwa sasa kujibadilisha hata kama vigango vilinisaidia mm. Basi nihakikishe mwanangu asipite kwenye vile vigango mm. abaki parukiani. Umeona, okay. Umeona mm. ehe mm. eh, hey. Mama ni kioo cha jamii mama ke. Ni kioo cha binti mm. Hata binti mimi navyoishi na binti yangu nyumbani mm. anatamani aje kuwa kama mama. Kwa hiyo mimi natakiwa kuwa kioo, mtoto ajifunze kupitia mama. So, natamani kuwa kama mwanangu, natamani natamani, mwanangu awe kama mimi yeah. Na mtoto pia haya, napenda maisha ya mama, mama anaishi maisha mazuri. Kwa hiyo mimi na, yani ni kioo kabisa cha kujitazama watoto, alikadhalika. Hata baba, watoto wa kiume wanatamani kuwa kama baba. Kama baba anafanya mambo mazuri, na mtoto atatamani kama baba. Anapiga mke, kwa hiyo hata mtoto, ana, mtoto wa kiume atakapooa atatamani naye kupiga mke, ni taratibu ambazo mimi nimeishi. Lakini akikuta kuna heshima ndani kati ya baba na mama, hiyo ni kitchen party tosha. Kwa wazazi ndani kitchen party inaanza mapema, watoto wakiwa wadogo ndani ya malezi. Mm, nakumbuka kuna baba mmoja niliwahi kusikia akaambia hivi, unatamani binti yako olewe na mwanamume kama wewe? Akasema hapana, hapana, hapana, sitamani ya, kwa sababu anajua jinsi alivyoishi Nilishtuka yeah. Kwa nini baba hautamani binti yako aolewe na na, na na na na, mwanaume kama wewe anajijua mwenendo wake. Mwenendo. Mwenendo, mwenendo. Mwenendo. Mwenendo wake. Wake yake. Haya, leo napata vitu vingi hapa. vipi? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Karibu mwingine <laughs> Karibu Mama Angela. Kama amefundishwa jinsi ya kumtunza mume mm, atapata kwamba anatakiwa mpende mume kama mtoto wake Usimtelekeze mm. Ukimtelekeza mm. anapotea mme, nabidi umpende kama mtoto wako, namue mnasali, atakavyofundisha mambo ya dini kwamba atakiwa usali pamoja pamoja mm. na watoto mpeleke mm. kanisani mm. mwende wote, mnashiriki wote, unamtunza mme, unafua, unapika, unapiga deki, usimatie msichana wa kazi. Kama akipata hizo pointi pointi ndogo ndogo ndoa itaenda lakini, kama asiposikiliza kaacha, akaanza kujitutumua kwamba oh, mimi na mavyombo sijui ni nini. Maanake msichana akishapewa vyombo basi anajiona yeye pale e, ndo wanaume tena maskini. Maana sasa hivi tunaona anapewa viwanja watoto mm, pale mm, anapewa kiwanja mume wangu, ah, sasa hana kiwanja, kwa hiyo oh, mimi ndo mkubwa sasa sasamda Akianza kujitutumua aitana, lakini akijishusha, akisikiliza pointi za maana, akifuatilia anafika mbali na mme wake akaelewani. mm. mm -hmm. Karibu dada Adele, mmeo mtuze vizuri, uangalia na upande wa kiumeni. si unaenda ki, nani, unaenda upande wa kiumeni, inategemea mm. Oh, na makabila. Mimi hapana, mimi akinipiga kofu moja tu mimi naondoka zangu nyumbani na vyombo vyangu mimi nabeba, kaambia mwanangu, hiyo sio ndoa mm. ndoa ndoa ndoana Hmm. Kinasa, umenasa. Ehe, umenasa umenyewe, ulipenda mwenyewe hmm. Sasa inakuwaje? Haya, leo unaamka, mama yako anakwambiaje? takamsaidia mama kule, mama naumwa mimi siendi, anamtuma msichana wa kazi hmm. yeye anabaki nyumbani mbamwananu, sio maisha haya, angalia tunakoelekea. Mimi hapa nimekaa sasa, makabila mengine kitchen party yao inakuwa ni matusi hmm. Lakini sisi kwetu tulivyolelewa Ukipata maadili kama hayo utaishi ni mwanaume. Asante. Eh, tunaambia kwamba lazima tufuate maadili lakini kuna kuna mila taratibu kuna mila na desturi, desturi. Ehe, ni kweli tunazienzi mila zetu na desturi zetu? Hapana. Mhm. Kwa nini? Ah, sasa hivi mabinti tunawaita wa kidigitali hmm. Ni kwa nini wanakuwa kidigitali? hmm. Kwa sababu kina mama nao tunajifanya na sisi tuko kidigitali hmm. Hatuishi na mabinti zetu kimaadili kama wazazi wetu sisi. Mtoto sasa hivi mimi ma, mama namuita mwanangu, hebu leti simu tuguge utugugo namna hmm. ya kupika hmm. digitali hiyo hmm. Kwa hiyo mtoto hawezi kuishi yale mila na desturi kuna vyakula vya kienyeji hmm. Mtoto wangu huwezi kumpa akubali. Kwanza binti, utamwambia pikia chongo au pikia kune, zile mila na desturi hawezi kuziiga, kwa sababu mama na google, mtoto tuna google pamoja. Hebu lete unga tukande, changanya hichi na hichi, hapo kasemaje, tunatazama. Kwa hiyo zile mila na desturi hatuwezi kuziishi. Taangalia hata mavazi ya sasa hivi mm. kijijini lazima unavaa nguo zinazoheshimika, lakini hapa mjini mtoto anaenda kwa na baba bichi na mama bichi, hizo mila na desturi tunaziiga kutoka wapi, wakati sisi wenyewe wazazi hatufanyi? Kwa hiyo zile mila desturi tumeziacha kwa sababu ya kujiona tuko kwa wakati zaidi, ndio eh? tunazita ni kitchen party. Lakini hizi kitchen party eh, zinaweza kuwa zina faida kwetu endapo tu tutazifundisha, tutafundana, ni mafundo haya tunafundana lakini katika misingi na taratibu kuzingatia sheria pia na kanuni za Mtanzania na za Mwafrika. Je, haya yanafuatwa? Je, kwenye ndoa vina, vina, vina, vina apply kwenye ndoa tunapofundishwa? Endelea kubaki na sisi hili Nyota ya Mwanamke, tukapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea kudadavua haya yote e, kuhusiana na m, m, mada yetu ya leo ya kitchen party za siku hizi zinasaidia wanandoa. Male, mikono, tusonge mbele. Male, mikono, tusonge mbele. Na mtazamaji, tumerejea tena katika ungo wetu ya pili na ya mwisho, lakini kumbuka hii ni pasaka ya pekee yake anasema yaani, ya Kristo mfufuka. Ha? hii ni pasaka ya Kristo mfufuka tayari tuko ndani ya pasaka, lakini uh, tunaposema tema tumefufuka na Bwana wetu Yesu Kristo baada ya mateso makali tumepanda mlimani siku 40. Eh, tulifunga ndo ya mambo yale tunasema kwamba nafunga Mina si minafunga kufunga kula, ila unaweza kufunga kula lakini ule mlo wako, au ile gharama ya mlo wako ukampatia wahitaji mm -hmm. Tulifanya hivyo vyote, tulifanya Tumbe. Tulifanya. Mm -hmm. um, basi kama tulifanya tukumbuka, tukumbushane, hichi uh, ni kipindi cha, cha Pasaka ambacho tunasherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo si ndiyo? Lakini kupitia mada yetu ambayo tunazungumzia leo hmm. mengi tumesha uh, tume, tume haribu tunasema, kama tumeazika tume hmm. Lakini tunafufua sasa familia na ndoa mpya yes. Tunapokwenda kufanya hizi vicheni party vyetu kwenye ndoa Je, zinatusaidia? Kwa sababu mwingine nasema kama tuna kitchen party vinasaidia. Mimi nishafanya kitchen party, kwa mfano mimi nimefanya kitchen party miaka hiyo iliyopita, lakini leo kwenye ndoa tunavyoenda kusherehekea kitchen party vya wenzetu, kwa sababu tunaenda kufufua ndoa. Sisi wasikilizaji, watazamaji ambao tumewashereheshaje, ambao tumefika kwenye shughuli za wenzetu, tunaenda kufufua ndoa. Je, ufufuko huu wa kufufua ndoa zetu na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, hmm? Vinaendana, vinaendana, vina <laughs> bado tuna legia legia kulingana na uhalisia wa maisha tunayoyaishi hmm. Kwa sababu tu pia hatufundwi ipasavyo hmm. Lakini pia tumekuwa kidigitali mm -hmm. Kama hivyo yaani wamama hata kupika hatujui. Mama hajui kumwandalia mume, kama hujui kumwandalia mume, hata mtoto akikua ataenda kufanya, hawezi Tumeweka nguvu kubwa kwenye mahouse gel, mtu ana mahouse geli wawili watatu nyumbani kwake. Yote hayo ni ili tu, yani, yeye akirudi kazini, yuko busy na WhatsApp, yuko busy na Instagram, yuko busy na nini, hana muda wa kukaa na familia. Yani hata ni baba anasafiri, anaita tu dada fulani, baba anasafiri kesho, andaa nguo za sa safari kwa ajili ya baba. Safari siku tano. Atakaa one week. Ah oh, sawa mama yeye, yeah, yuko tu na mitandao, ametoka, yuko na marafiki na nini, lakini ule uhalisia wa maisha ya ndoa hatuyaishi. Ila pia tumekuwa watoto tunawalea kwenye namna fulani ambayo sio. Ndio maana hata kwenye hizi kitchen party tunazoenda kufanya unamfundisha kwa siku hiyo moja haendi kupata chochote, hanufaiki na chochote kwa sababu yale maisha alikuwa anaishi nyumbani kwao, alikuwa amezoea kufanywa na house girl, hawezi kwenda kufanya kwake. Kristo mm, mfufuka, afufuke na sisi ndani ya mioyo yetu kabisa. Kuna familia tunafujo sana, baadhi ya kina mama, viburi, ujeuri. Kristo amefufuka, tunafufuaje ndoa zetu kupitia mafunzo ambayo tumeyapewa kupitia familia tulikotoka kwa wazazi na walezi. Hatuwezi kusema kweli tunamfundisha mtu siku moja ile pale kwenye sherehe tu kitchen party mm. Lazima kuna misingi, kunda, misingi. Umeshafundishwa misingi, umeshafundishwa kuanzia unavyokuwa binti. Kuna baadhi ya makabila miaka hiyo, siku hizi sidhani kama tuna apply sana, wanafanya unyago eh? Yeah. walikuwa wanafundishwa. Yeah. Yeah. Una rika fulani kifika, lazima binti ukafundishwe mafunzo. Pengine nasema kwamba wanafundishwa mambo makubwa kabla ya umri lakini kwa namna moja ama nyingine, kuna sehemu ilikuwa inasaidia hao watoto mm, yes. <laughs> wa siku hizi ukiwafundisha ndio umewafungua masikio na macho, umewaambia nendeni kazini, hapo wanawafundisha, nitakuta wale wadada wa mjini wa yeah. bora wale labda mlete mtu wa dini ni so, so, mdada wa mjini anaenda <laughs> sasa akimfundisha mtu anaenda kuiga huko, anarudi usiku kila siku ugomvi na mume wake, watoto awa awasaidia, mume amsaidii, anabaki anaangaika mke. jina yuko hey. Uh, karibu mama mama <t> anje <humanities> nani mama Adeline ma, Anjela amesema yeye hakubaliani na swala baki sala gibaki sendoff na harusi basi kama zamani. hmm. eh hey, ambaakic. Lakini unyago watoto wafundishwe yote hivyo, yani wanawafundisha watoto sasa hivi tabia mbaya avisaidii sawa so, inategemea na makabila. Makabila mengine, mm -hmm. Unyago ni matusi, wanakuelezea vizuri na uelekee, ukija kuolewa fata maadili waliokuelezea, ile ya nyumbani yeah. Umeshaolewa hapo, umeshaolewa aya ha, mkienda shamba, anavyokwambia mume vile beba vile vile, lakini mabindi wasaavi ukimwambia hasikii hataki, tambebeshaje mizigo yote hiyo? Wakati tunafunga ndoa wa pale tulikubali shida na miaka hiyo, waliokoa wale, wale, wale wanawake wa Samaria, hmm? mm. Ndo walikimbilia kwenda kwa Yesu kule kina Veronika, wakaenda kufuta machozi eh, kumfunika Bwana Yesu. Na hata katika siku ya ufufuko, pia wa kwanza kufika pale kaburini eh, walikuwa ni wanawake. Hayupo, amefufuka, amefufuka, hayupo. Lakini kwa nini sisi wanawake leo hii ndoa zetu hatumeziacha? Tufanye nini ili Bwana Yesu anapofufuka, eh ameshafufuka Bwana Yesu, afufuke basi kwenye ndoa zetu. Tulisaidia wa kicheni pati walioleta, nadhani hawakuwa na nia mbaya yeah. walikuwa na nia nzuri tu ya kutengeneza mahusiano ya ndoa mm, lakini imeonekana kwamba imekuwa tofauti mm. Tufanye nini sasa tuweze kusaidia kwamba kicheni pati hii iweze kuwa ni nzuri, isaidie kila mtu, unaposema nafanya kicheni pati basi mtu ahamasike, aone ni kitu kizuri tu discuss. Basi tukifika kule eh, badala ya kuongea zile mada ngumu tuongee basi ujasiria mali biashara tuna mkuzaje mwanamke katika uchumi, pato la mwanamke linakuzwaje, mwanamke awezaje kuweza ku maintain status yake kama mama kwenye familia tunafanyaje? Sasa wanawake tunamalizia malizia, mimi kwa zangata tuna malizia malizia, amiko kumalizia tu hmm. Niombe jamii kwa sasa hivi tuangalie ni kina nani wanaenda kusherehekesha hiyo shule. Kwanza tunatakiwa kukaa nao kama vile Yesu alivyokufa msalabani kwa Jumakuu hmm, basi na sisi tuyazike yale yote ya kitchen party hmm, tuliyoyapata toka nyuma kule ambayo sio mazuri hmm, tuanze mambo mapya kwa ufufuko. Tunatakiwa kumwangalia kwanza yule MC wa shughuli, tuongee naye na yule mama ambaye anakuja kufunda watoto wetu hmm, kabla hajaingia ukumbini wa wazazi, tunatakiwa kujua anaenda kuongea nene. Achuje, sio yote ya kuongea. Kama kuna mambo fulani ya kuongea, mtoto kumwambia, binti yako basi mtafutia hata wiki moja aje akae naye nyumbani binti, yale mengine yote yaishe. Alafu kitu kingine, vyombo sio dili sana, dili ni mtaji. Mnakaa na binti mnamuuliza, ana shughuli gani? Si ni mjasiriamali mdogo mdogo, mtamwezeshaji katika zawadi wangibu. Wa mama wengine wanasema tutaleta makabati, tutaleta friji. Hapana, mnaleta friji ili nini? Mumfundishe binti jinsi ya kutengeneza ice cream. Mnampa mtaji, mnampa hiyo friji, na hiyo kama ni deep freezer, mmwambie kazi yake ni nini, sio kuweka nyama tu hmm. ina kazi nyingi, ambayo badala kuweka nyama anaenda kufanyia uzalishaji, yaani aende e, akaifanyia uzalishaji. Kupata hiyo nyama, kwa sababu makabati sio kitu tena, vitusaidie. Friji unamwambia hii mtaji, ni kina mama wamechanga, waliochanga hii labda ni kina dada, au ni wajomba wa, mashangazi, wamekuchangia kiasi hichi, friza basi mabinamu ataleta mtaji labda ni samaki, utaenda kuuza sato, utaweza kuuza. utaenda kuuza nene, apatikane na mama ambaye atakuja kufundisha somo la ujasiriamali pale ukumbini hmm. Mimi kunakuta ni watu wengi wanahitaji, wana kujua kitu, lakini utajuaje usipojua? Pale anapofundishwa binti na mama mwingine anapata hmm. E, kwa hiyo tusibezi tu sana namna ya kuangalia eti mume anafanywa nene hii hichi na hichi hapana, tuangalie ataendaje kukuza biashara. Hatujui mapenzi ya Mungu yanafika lini, atachiwa watoto watatu wa nne, mwanaume Mungu kamuita, atawezaje kutunza wale watoto changamoto? ni changamoto sasa. Nye mmeenda kumpa tu habari ya ku, ya makabati ya mavyombo, kanga, kila jina la kanga ni lake yeah. Eh, mtawapili mtanikoma <laughs> <laughs> niache nimeolewa mwaka huu eh? mtajua mjui. Mta, mtaelewa. Sasa mtajua mjui <laughs> hiyo haina maana tena kwa mabinti. Kwa mabinti sasa hivi ni kuwaeleza ujasiriamali unavyokwenda vipi. Leo mume ni mgonjwa, mama unatakiwa usimamie nafasi yako kwa namna gani? Eh, asante. Tumalizie kwako Beatrice, lakini pia tuangalie mama, tusijikite sana yani kwamba ni wafanya biashara sana. mm -hmm. na ni wa ni, wa, yani ni wasomi sana, tukasahau pia familia mm -hmm. kwa sababu hata ukiangalia asilimia kubwa sasa hivi wengi tumeenda kuzubaa kuendesha familia zetu kwa sababu ya vipato siku hizi. kina mama tumekuwa na ule msemo wa hamsini kwa hamsini mm -hmm. ule msemo kiasi fulani umetupa kiburi niseme, hmm, hmm. Kwa sababu wewe unacho mimi ninacho, utaniambia nini wewe? ukirudi saa nne umetoka kazini, nikirudi saa tano nimetoka kazini. Kwa hiyo tumekuwa yani aina ya ule uthamani sana wa familia, kwa sababu tu ya ile kujikita sana ndipo. Ila tukiweka nguzo imara kwa kina mama, tukajua kwamba, mama, ukiharibu mtoto, atakapoharibu kesho atakuja kuwa mzigo kwako. Ndio maana tunaambiwa uh, ule mstari wa kwenye Biblia kwamba mtoto mbaya ni mzigo wa nani? Wow, wa mamae, bali yule mwerevu ni furaha kwa babaye, furaha kwa babaye. Kwa hiyo akina mama, tuamke, tufanye kazi kwa bidii, tuingize kipato, tupate maisha, lakini pia tusisahau familia. Zile kitchen party tunazofanya ziwe za manufaa na sio za kutubomolea. Tusiende kwenye kitchen party tu kwa ajili fulani alifanya akapata hichi, no, ila twende kwa ajili ya kujifunza. Ila pia wazazi, sio kila kitu atakachokitaka binti kwenye kitchen party yake kufanya mm, na si tukikonfirm kwa asilimia mia kwamba ni sahihi. Tuangalie, je, kitamfundisha? Kitamsaidia? Nafikiri tutajenga na tutaileta ile maana halisi ya kitchen party. Okay, niwashukuru sana kina mama wazuri kwa muda wenu. Amefufuka, amefufuka tena kaburini. Eh, kaburi lio wazi yeah. Na mama na sisi tufufuke yeah. Na, na Kristu mfufuka yeah. Yeah. Na yeah. Familia zetu yeah. Na ndoa zetu na, na wamama tuwache midomo yeah. <laughs> <laughs> Nye okay, shukrani sana. Hii ni nyota ya mwanamke, siku ya leo. Mwanamke mnyenyekevu ni yupi? Mwanamke um, Samaria ni yupi? Ni mimi ama ni wewe au ni sote? Hii napaswa kujiuliza, ianze na wewe mwenyewe. Wewe kama mwanamke, kama mama, unapaswa kuwa mnyenyekevu. Hakikisha kama kuna mabonde, kuna mashimo ambayo uliyaweka vibaya tumepanda mlimani siku arobaini, tumemaliza sasa, ni tumefufuka na Yesu Kristu mfufuka. Usiseme tu Yesu Kristu mfufuka. Yeah, bali ni Yesu Kristu mfufuka tumefufuka naye. Hakikisha kwamba yale mabaya madhaifu yetu uchafu wote na takataka zote tumezifukia, tumefufuka tumekuwa safi wapya kabisa. Tuhakikishe kwamba ndoa zetu zinakuwa safi, kicheni pati zetu ambazo tunakwenda basi zile mada ziwe mada nzuri zenye mashiko. Watu wakisikia kitchen party basi wahamasike waje kwa, o, kwa wingi wahudhurie, tufundishane yaliyokuwa mazuri na mema yote kwa yote. Mwanamke lazima asimame, aende mbele, tusonge mbele. Hii ni Nyota ya Mwanamke, siku ya leo naishia hapa. Mimi naitwa Eve Antony Kazimoto, naitwa Woman of Grace. Bye. -bye. bye, -bye.